Fulani, kuna kitu nataka niwaonyeshe. Je, ni kitu gani hicho? Tena kwingine sina mambo mengi, ni sebule ni tu ni sebule nani. Ina maajabu gani? Haina maajabu ni vitu vya kawaida, lakini kuna baadhi ya watu, kuna hivi vitu hawavijui. Je, ni kitu gani ambacho hakijui? Kuna sebule, tumezoea tunasema sebule za kutumbukia. Tunaposema sebule za kutumbukia, wengi wao hawaelewi, au wengine wanasema sebule ya shimo. Sawa. Ah, uh, hii tofauti yake tu ni muonekano na fashion ndogo ndogo, lakini lazima tofauti mkubwa na sebule nyingine. Nikiona kwa mfano huko unaposimama, nilipo mimi huko, ambako wewe unioni niko dining, lakini hapo kuja huko ni sebule. Unaona, hapa hapa ni sebule, lakini kuna ngazi. Kwa hiyo lazima utapiga ngazi ya kwanza hiyo, unakuja unamaliza hapa hapa, ndio eneo lenyewe la sebule. Unaiona staff room naita. Kwa hiyo hata ukitaka kutumia mlango huu wa kwenda nje tayari na nyie pia kwa hivyo hiyo, utofauti wake uko wapi? Utofauti wake ni kwamba hapa unapoiona hii, hii ni level ya msingi. Nyumba nzima level yake ya msingi ndio hii. Kwa hiyo hapa kuna step moja ngazi, unashuka hapa, unapoona kidole, baada ya hapa unashuka tena hapa. Kwa hiyo unatoka juu unashuka chini, unatumbukia, ambapo ukitaka kujaza maji ndani, ukimwaga maji ndani yanajaa kwa hiyo inakuwa kama shimo, shimo fulani dogo ila pana. Unaona? Kwa hiyo hapa mpaka ukiangalia hata huko ngoni kwenye shuru. Unaona kwa nini hapa? Hebu angalia vizuri. Hii ni skati. Hii ukutana ni skati hapa. Hiki ni kitako, huu ni msingi hapa na kugonga hapa. Huu ni msingi hapa. Na huu hapa ni ukuta pia wa msingi huu. Na hii ni sakafu. Kwa maana hiyo hii eneo lote la msingi hili hapa haujajazwa udongo, hakijajazwa kifusi. Kwa kuwa kifusi hakijajazwa basi, kimesababisha ukaitwa sebule ya shimo, sebule ya kutumbukia. Kwa nini? Kwa sababu unaingia chini kidogo, yani nazama chini kidogo, kisha unafika ndani ya hiyo sebule. Unazama chini kidogo, unafika kwenye hiyo sebule. Kwa hiyo, kwa kifupi ni hivyo nilivyotaka kueleza. Kuna watu nikiwaambia sebule ya kutumbukia au sebule ya shimo huwa hawaelewi, lakini ni kama tabula tu za kawaida, lakini tofauti yake ni vitu vidogo vidogo. Kuna baadhi ya maeneo vimesha zoeleka, kwa mfano ukienda kule jiji la Mbeya vimesha zoeleka, lakini kwa maeneo haya niliopo ninapochukua hii video huku Shinyanga ndogo, naona ni ngeni. Kuna baadhi ya watu kuelekeza, wanakuwa wanashangaa, lakini kwa watu wa Mbeya hizo wameshalizoea na saizi wameachana nazo, yani kwa wao ni kama zimepitwa na wakati, lakini kuna maeneo mengine ni fashion mpya ndio ipo hivyo. Kwa hiyo hii ndio sebule ya kutumbukia au unaweza kujita sebule ya shimo ya kushuka chini, ndio hii.